Kwa nini mgombea urais nchini Uganda akerwa na lugha Kiswahili? Mubarak Munyagwa ambaye ni mmoja kati ya wagombea nane wanaogombea urais wa Uganda kupitia chama chake kipya cha Common Man's Party, mwishoni mwa juma, amezua mjadala mkali baada ya kuahidi kupiga marufuku lugha Kiswahili endapo atachaguliwa kuwa rais. Munyagwa aliyasema hayo wakati wa moja ya kampeni zake: we shall We need French instead. French has a wider coverage. Burundi, they speak French. Congo, they speak French. Rwanda, they speak French. Congo Brazzaville, they speak French. Gabon, they speak French. Central African Republic, they, they speak French. We don't need Swahili. Kauli hiyo inapingana moja kwa moja na sera ya sasa ya Uganda ambayo inatambua Kiswahili kama lugha ya taifa na kimetangazwa kuwa somo la lazima katika shule. Serikali ya Rais Yoweri Museveni imekuwa mstari wa mbele kukuza Kiswahili kama lugha ya muunganiko wa Afrika Mashariki. Aidha, Kiswahili ni mojawapo ya lugha rasmi za Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Munyagwa pia ameahidi kuchukua hatua kadhaa tata katika siku zake za kwanza ofisini, ikiwa ni pamoja na kumwachilia huru Dr. Kiza Bisige kwa fukuza uhamiaji wa haramu na kunasibisha sekta ya afya na elimu. Wanaopinga pendekezo la mgombea huyo wanasema hatua wa hiyo itatatiza watu na kuvunja umoja wa eneo hilo hasa lugha ya Kiswahili ikiwa inazungumzwa na nchi jirani zinazoizunguka Uganda. Wakati huo huo, Kiswahili kinaendelea kufundishwa katika vyuo vikuu kote barani Afrika na duniani, ikiwa ni pamoja na Afrika Kusini, Misri, China, Ufaransa, Marekani, Ujerumani na Uingereza. Mimi naitwa Profesa Katrina Thompson, ni profesa wa chuo kikuu cha Wisconsin Madison katika mji wa Madison, jimbo la Wisconsin, nchi ya Amerika. Mimi nipo hapa Tanga nikifanya utafiti kuhusu matumizi ya Kiswahili katika redio ya Kiislamu. Hii inaonyesha kuwa Kiswahili kinazidi kupata hadhi ya kimataifa. Hakuna ubaya kujifunza lugha kigeni, lakini kuna ulazima wa kupiga marufuku lugha ya Kiswahili?